Unajua kuna watu ambao hawana amani mpaka wapate kitu kipya kila siku. Leo wanataka simu mpya, kesho gari jipya, kesho kutwa mpenzi mpya, lakini cha kushangaza, hata wakipata vyote hivyo bado hawaishi kwa furaha. Socrates aliwahi kusema kitu kikali sana, yule ambaye haridhiki na alicho nacho, hata akipata anachokitaka bado hataridhika. Sasa ngoja nikuulize swali, wewe unaonaje? Ulishawahi kutamani kitu kwa nguvu ukakipata halafu ukaona eh, kumbe sio kitu kikubwa hivyo? Mfano, ulitaka simu ya bei ghali, ukaiangania kwa miezi mitatu mtandaoni, ukasave hela, ukaenda ukainunua, halafu wiki moja baadaye mtu akakuletea simu nyingine mpya, toleo jipya zaidi, moyo wako ukasema acha ni sell hii nipate ile Yaani hata dakika thelathini za furaha hujakamilisha. Hapo ndipo Socrates anaingia na hekima yake, anatukumbusha kwamba furaha ya kweli haipo kwenye vitu, ipo kwenye mtazamo. Watu wengi leo wanaishi kama downloaders wa furaha, wanadhani furaha iko next level. Nikipata kazi nitafurahi, nikiolewa nitapata amani, nikinunua gari nitajisikia nimefika lakini kila wakifika pale furaha inahamia hatua inayofuata. Ni kama unapanda mlima usiokuwa na kilele, unachoka, unahisi upo karibu, lakini hakuna destination. Ukweli ni huu: kama huwezi kuwa na furaha ukiwa na elfu kumi, hata ukipewa milioni kumi bado utalalamika kama huwezi kushukuru kwa chakula cha ugali na maharage, hata ukila sushi kila siku bado utaona haijakamilika. Ndiyo maana kuna watu maskini wana furaha kuliko matajiri, sio kwa sababu wana vitu vingi, ila kwa sababu wanathamini vidogo walivyo navyo. Kuna bibi mmoja kijijini kwetu ananipita kwa furaha kila siku asubuhi, anapiga kicheko, "Ee Mungu asante, leo nimeamka, nina chai ya moto." Lakini sisi huku mjini, chai ikikosa tangawizi tunasema sijisikii vizuri. Huo ndio ugonjwa wa kutoridhika. Unajikuta unahangaika kila siku kutafuta kitu kipya, kumbe tatizo lipo ndani, hauna amani na sasa. Hekima ni hii: furaha ni maamuzi, sio matokeo. Ukiamua kuwa na furaha sasa, utaiona popote. Ukiamua kusubiri hadi upate kitu fulani, rafiki yangu, utangoja mpaka Yesu arudi. Socrates anatufundisha mindfulness, kuwa macho na maisha ya sasa, kufurahia pumzi yako, familia yako, hata ile chai isiyo na sukari kwa sababu bado ni zawadi. Ukiishi kwa shukrani, akili yako inatulia, na mtu mwenye akili iliyotulia anaanza kuona fursa badala ya kulalamika. Kwa hiyo leo, usianze siku kwa kuhesabu vitu usivyokuwa navyo, hesabu ulivyo navyo, kisha uvitumie vizuri. Usisubiri maisha ya baadaye ndio uanze kufurahia. Anza leo kwa vile ulivyo na kilicho mikononi mwako. Jiulize swali hili: mfano, Mungu akikupa nafasi ya kuchagua mambo haya, akupe kila unachokitaka, mfano pesa nyingi, magari ya kifahari, halafu achukue kila ulicho nacho, mfano afya, miguu, mikono, macho na kadhalika, utachagua nini? Ubaki kama ulivyo, au achukue ulivyo navyo akupe unavyovihitaji, hapo utajua kuwa kila siku unapaswa kumshukuru Mungu. Kumbuka maneno ya Socrates, asiyeridhika na alichonacho hata akipata anachokitaka, bado hataridhika. Kwa hiyo acha mbio zisizo na mwisho, anza safari ya shukrani, na utaona furaha ikikufuata popote. Na kama huna kitu cha kushukuru leo, angalia tu uso wako kwenye kioo. Bado upo hai, hiyo ni sababu ya kwanza kabisa ya kutabasamu. Weka komenti yako hapo chini ukitoa shukrani kwa hali yoyote ulionayo.